Kujiwazia haiko kiburi au mafieri gisi mnawazaka. Mzee nikijiwazia manake niko nawaza mwaka kesho ndakuwa eh, mwaka kesho ndajenga eh, mwaka kesho ndasafiri. Njoo kujiwazia ile. Hasa mnaniambia sema mimi najiwazia. Mnapenda njo mniwazie? Ah, ah, sita ambia jirani hauta niwazia. Ndajiwazia mimi peke. Unaona kama habajue Kiswahili. Kujiwazia haiko zambi. Maki, mko nawaza proje zako, njo mawazo yako. i nazani mwingine mwanaweza kuwazia. Ni Mungu ye peke yake, anasema anajua mawazo, anajua mawazo enye iko nayo juu yako. Apana, itika batu bawaze kufasi yako, uko Mungu. Sijue kama ni sawa kabisa. Niulize tena, viko hivi au viko hivi? Viko njo hivi. Ambia jirani nanjo vile bitakuwa hivi siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu tena katika jina la Yesu, tunayomoo washukurani kwa Mungu kutupatia asubuhi njema. Asante. Unaweza ikala kisha usalimie jirani yako, mwambie sema sezon, mwambie ni wakati wangu. Ah, ah, siasikio na mwambio, mwambie shetani aitiki, akatale ni wakati yangu, ni wakati yako ya ushuhuda wakati yako ya biashara kuendelea, wakati yako ya afya kukua mzuri, wakati yako ya Mungu kukuletea watu wa maana, wakati yako ya Mungu kufanya kila kitu kikuwe mzuri kwa maisha yako. Amen, na wasalimu tena katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu ambaye ametujaliza kuwa pamoja hapa. Niko naisema kweli Muko basuja basujaya sana. Jui baridi yenye milamkia tena. mi nilikuwa najua hawawezi fika batu ni musha nishangaza. njoo haki, mko batu ya ajabu sana, batu ya ajabu, na ni lazima Mungu awabariki kimaajabu kwa jina la like Yesu. Yesu, salimia jirani, mwambie Siri kumi za jiwe la Daudi, tulianza juzi wale ambao tulikuwa nao jana na, na jua asubuhi tulibarikiwa, na tena tunataka barikiwa sasa hivi Samweli wa kwanza kumi na saba mstari wa arobaini nitaomba watusomee kwa Kiswahili na niko na boga juu i message haitaisha leo, inaomba tumalize zile fungulo kumi zile siri kumi, lakini bado tungali kumbili sikazi ingali rsma juma kesho tutakuwa na trois go par jour amen, make tutahakikisha tunazimaliza, ndio tunaanza ujumbe mwingine. Makumi ine inasema hivi Daudi akaviondosha, akachukua gongo lake ndio mkononi mwake ndio, akajichagulia mawe laini matano. Sema mawe laini, mawe laini ndio matano toka kijito ndio, akayaweka ndani ya mfuko wa mchungaji kondoo ndio aliyo nao hmm, hata ndani ya mkoba ndio, na kombeo lake lilikuwa mkononi mwake, akakaribia Mufilistini, amen, akakaripia amen. Tushangilie kwa kwaajili ya usomi wa neno hilo, siri ama fungu kumi za jiwe la Daudi Misiri zilifanya jiwe hili lipate kufika mbali sana, lipate kufanya ishara. Tumeisha sema jambo la kwanza ni jiwe ambalo Daudi aliokota katika kijito. Aliogota mawe tano, na ndani ya zile tano ndo mlitoka moja ambayo ilimwangusha Goliati. Ina maana kuna mahali alikutana jiwe ili apate kulituma katika kazi ya kuangusha Goliath. Na hii katika ulimwengu wa roho hata katika ulimwengu ya kijamii, lazima mtu akuwe na mahali anaweza patikana, wasikutafute wa kukose, usikuwe mtu wa kuangaika mpaka unakosa anwani, unakosa adresi Leo, huko hapa, kesho huko kwa mtumishi chuma, kesho yake unakuwa kwa mtumishi moto, siku nyingine unasikia sio mtumishi rade alitokea, unamfuata mpaka tunakosa position yako. Hata Mungu akitaka kubariki anakuwa na shangala, najiuliza ndamupatia wapi baraka za Mungu, azitembee wa na wanao hangaika hangaika, zinatembea na mwenye anatulia fasi moja Maangaiko inaacha mtu akutanane hata na mabandia na wajambazi katika kazi hii ya Mungu. Ukiwa mtoto ambayo umeokoka, mtoto wa Mungu, lazima utosheke na mahali kwenye Mungu anakuikalisha. Mungu anawaleta hapa MSPM, lazima utosheke na hapa. Mungu anaweza tu kubadilishia maisha yako hapa hapa kwa wakati ambao aliandaa utengenezewe maisha na ubadilishiwe maisha. Ya pili tuliongea jana ni mawe ambayo yalichaguliwa na Daudi. Si mawe yalimchagua Daudi, lakini ni Daudi alichagua mawe. Na nikasema katika ulimwengu huu hapana kujiunga na watu ambao wao hawakupendi. Anayekuchagua ina maana ameona kitu cha muhimu atapata kwako ku. Anayetaka kukuchagua ni yule ambaye anaona maana yako na samani yako. Tunajishushiaka siye peke valeur, ni wakati yenye tunapenda tuingie mu maisha ya mtu kinguvu omwe, ubakie wepeke pali ya kujitia kumutu mwenye hana wakati na wewe. Je, unajua kama ni mojawapo ya vinavyoonesha mtu anakupenda? Anakupatia wakati wake. Ukiona mtu hana wakati na wewe, unamwandikia ujumbe hakujibi, yake. Unataka unataka kumuona na kusherehe, unataka mpitie wakati pamoja, hana wakati. Usiendelee kujitesa. Elewa tu ule hakuumbiwa juu yangu. Acha nitafute njia nyingine ya kutafuta mtu ambaye anaweza kuwa lazima kwangu. Tukasema hiyo kuchagua mawe ni wito ambao Daudi alipatia mawe, le fait de choisir les pierres ni kuita mawe. Kwa nini anaita? Anaitosha mkijito sababu kuna fasi atatuma mawe. Kuna fasi atatuma jiu. Wito tumesema jana na hapa nitasisitiza, alafu niguse mambo mengine na niweke vitu viwili vitatu. Wito katika ulimwengu wetu huu wa Wakristo, tunapaswa elewa ya kwamba Kristo ametuita sote, Matayo 11:28 na Yesu akasema, njoni kwangu nyote ina maana sote tumeitwa na Mungu, na kwa kuitwa na Mungu, hii nataka isema sababu, tuliongea na ndugu zetu watumishi, kuna aina mbili kubwa za wito. Aina ya kwanza ya wito katika hali ya kiroho ni wito kwa wokovu, na aina ya pili ni wito kwa kazi. Mungu kama natukutanisha hapa, lazima atupatie wito wa kwanza. Hii ni kuona kazi ambayo Yesu alifanya kwa ajili yetu, ili tutoke katika utumwa wa adui shetani na kuingia katika uhuru ulio ndani ya maisha ya okovu. Kristo alitupatia hii wito kwa okovu inatupatia anwani mpya, tunaitwa wana wa Mungu, na hakuna faida kubwa sana kama vile kuitwa mwana wa Mungu. Unaweza toka mjamaa yenye hawakukua na heritage ya kukupatia, hawana urizi ya kukupatia. Hiyo ni jamaa ya kizalikio ya damu, lakini jamaa ya kiroho ambayo tunazaliwa katika Mungu mwenyewe hii tukiitwa naye na tumeokoka. Imeandikwa wote waliomwamini Kristo walipewa uwezo ya kuitwa ama kufanyika wana wa Mungu waliozaliwa, si kwa damu, si kwa mwili ama nyama, lakini wamezaliwa na Mungu peke yake. Maanake kama umezaliwa mujamaa yenye habana mali ya kupatia kama urizi, ukizaliwa na Mungu mara moya unakuwa eritie wa Mungu unakuwa murizi wa vya mbingu. Hii ni faida kubwa sana. Tingiza jirani, mwambie kama umezaliwa mu Mungu huko eritier au eritiere wa vya Mungu. Hakuna raha kama vile kukuwa mtoto wa Mungu. Hacha nikuoneshe kama ukikuwa mtoto wa Mungu hauko mungu mdogo gisi tulifundishiwa zamani vile vya niliwambia muko wa miungu ni Daudi ndio alisema vile mwagano la kale. Lakini kama mimi naamini simba inazala simba, manake Mungu naye anapaswa vazala Mungu mwingine. Jipiga kifua, useme niko na identite ya Mungu, sema siko Mungu mdogo. Mungu mwenye niliamini ni Mungu wa, ni wa kidogo, ni wa mkubwa. Biblia nasema jinsi alivyo ndivyo tulivyo kama ni mkubwa manake na wewe uko mkubwa. Kama ni wa juu manake na wewe utainuliwa. Nitabirie mtu ambaye ameokolewa na Bwana, kama ulikuwa chini paka chini, Bwana akuinue ayainue maisha yako na kufanya mtu wa juu katikati ya vitu vikubwa. Kwa Mungu ni hii mwenye anaona Mungu kama haiko Mungu anakufa mpaka Mungu anaambia Musa, huwezi niona na uishi, sababu mwanadamu hata niona na aishi. Ambia jirani, mutu mutu, akikuona atakufa, oh. Minaona unasikia boga ya kuisema? Mwambie bien, mutu mutu, mwanadamu kawaida, akikuona atakufa juu hauko mtu kawaida, wewe ni Mungu oh. Nipya mena nilete ufunuo kidogo kutoka sura saba mstari wa kwanza mungu anaambia Musa, tangu leo Musa, juu unaogopa rudia Misri, hauko tena Musa, mimi nakufanya kuwa mungu mbele ya Farao na Aruni ndugu yako atakuwa nabii wako Musa. Sana jua hapa, amekuwa mungu Misri, walikuwa najua Faraoni ka mungu kadogo. Sasa Musa ye mungu anamfanya mungu mkubwa

Tena aliumba kwa nini? Kwa neno. Maanake maombi yako nao ni neno yenye unaweza umba nayo, na ile umaskini utasema juu yayo na itakimbia. Utajiri taumbiwa mu maisha yako, ile useli bateri utasema neno. Uko Mungu na ndoa inakuya, Jehova akupatie yote. Utasema kwa jina la Yesu mi nakatala, uko mtoto wa Mungu alafu uzaraulike Nakataa ukuwa mtoto wa Mungu alafu uteseke. Nakataa ukuwa mtoto wa Mungu alafu wakuonee. Hii mwaka mbele iishe na hii 21 juru mbele zimalizike, lazima butembo yote ijue kama MCPM kuna wa Mungu wakubwa wengine. Watasema ni ulozi yao, hakuna ulozi ya zaidi ya Mungu. Hakuna ulozi yenye takugusa, batakutega mulonge unaivuka

Kama ulikuwa hujua uko na kapasite ya kushanje situation. Uko eh, na kapasite ya kushanje vitu, ambia jirani vitu ndabibadilisha mia. Niko naongea na mwenye atapindula umaskini ya mjamaa ah, ah, haunisikie? Naongea na mwenye atapindua umaskini wa jamaa. Naongea na yule ambaye atapindua mipaka ya jamaa naongea na yule ambaye atapindua mipaka ambao alimchilia maisha, eti mwi jamaa bajengake wewe, utajenga o mwi jamaa waendele yake, wewe utapenya. Imeandikwa mtumishi wangu atapanda, atainuliwa na atapenya juu zaidi. Jehova, akuinue kwa jina la Yesu. Siyaonaka mungu wa chini, mungu anakuwaka tu yulu. Lazima uinuliwe, lazima upewe jina ya juu sana na nachokipenda ni kwamba imeandikwa Yesu alipewa jina kubwa juu ya jina. Kisha Petro akasema hakuna jina wanadamu tulipewa kuokolewa isipokuwa jina la nani? Ambia jirani unakuwa na jina ya yulu, na ukikuwa na jina ya yulu maake itakuinuaka juu sana. Yesu akupandishe juu, akutoshe madharau akutie muheshima, akutoshe muumaskini akutie mutajiri, akutoshe mufasi ya kuchekewa, mpaka watu waanze kukuheshimia na kusaluti. Kukuwa mtoto wa Mungu ni faida kubwa sana. Narudilia, hakuna baraka sa kukuwa mtoto wa Mungu.

mwi 21 jours ikuwe 21 jours ya kutimiza lile unaombaka. Hey, gusa jirani mwambie kutembelea vitu ya yulu haiko zambi. Mwambie ingelikuwa ni na kwa zambi, Yesu angepandia punda. Punda ile wakati ndio ilikuwa safi lizi mahamere za bei za leo, Yesu akaipandia. Alisema, ah, ah, juu, ifo kujishusha cha nisi itembele. Ndo maana kama ni kuvala, wakati ingine Mungu amekubariki vala vya bei na ni exagere, ukivala unapendeza, jipiche foto, tia mtandaoni, bakisema unajionesha, nasema mafu. Hey, ulikuwa haujue o oh, anajiwaziaka ngwani, kuchekesha kidogo, ase ule anajiwaziaka umwambie, nijua ujue Kiswahili njo maana Nilisema wakikwambia, na nawambia, haiko mbaya kujiwazia. Kujiwazia haiko kiburi, a mafnaaza, nikijiwazia, manake niko nawaza, mwaka kesho ndakuwa, a mwaka kesho ndajenga, a mwaka kesho ndasafiri, njo kujiwazia. Ile hasa mnaniambia, si mi najiwazia, mnapenda ninji mniwazie. Sitaacha ah, ah, jirani, hautaniwazia ndajiwazia mipeke. Unaona kama hawajuwenje Kiswahili, kujiwazia haiko zambi na nawaza proje zako, njo mawazo yako. Ili nazani mwingine mwanaweza kuwazia, ni Mungu yeye peke jo, anasema anajua mawazo yenye iko nayo juu yako. Hapana, itika batu bawaze kufasi yako, uko Mungu. Sijue kama ni sawa, ni sawa kabisa. Niulize tena liko hivi au liko hivi Biko njo hivi ambia jirani na njo vile vitakuwa hivi, siku zote hivi siku zote.